Kulikuwa na wakati mzito mfano wa nanga katika historia ya Israeli, wakati ambapo nuru ya imani ilikuwa imetikiswa kwa moshi wa sanamu. Nchi iliwahi kuzagaa wimbo wa ushindi na harufu ya sadaka nadhifu, ilikuwa imetanda katika kimya cha huzuni. Waja walioganda kukaa katika ngeli ya utakatifu wa Rabuka waligeuka waasi kupindukia, walisujudia miungu ya mawe na miti wakajenga madhabahu ya bahari na Ashera hekalu na mioyo yao lilijaa giza, na giza hilo likawa kivuli cha mateso aushini mwao. Heka heka zangu zimenipelekea kubisha kiamboni alimo Gideoni ili angalau nimjulie hali jambo, na karibu katika simulizi la Gideoni na mioo wako Mhandisi higawak ulivuma upepo wa kuogofya kutoka mashariki, yakiwika majeshi ya Midiani, taifa lililofurika punda na ngamia wengi kiasi cha haja na lililoroa nguvu isiyo na huruma walipovamia Israeli, walikuwa kama nzige waliotanda kotekote, wakifia kama konde, wakinyakua nafaka, wakibeba kondoo na ng'ombe, wakiacha ardhi ikiwa tasa. Mavuno yakawarana na kila jembe likapanda kwa machozi badala ya tumaini. Wanaisraeli walijificha milimani katika mapango na mashimo wa kila mabaki ya mazao yaliyokauka. Kila giza lilipobonyeza kitufe cha utawala, moshi wa vitongoji vilivyoteketezwa ulipaa angani ukiwa ushuhuda wa fedheha yao. Kwa miaka saba walishenezwa na kutungu mzo, ila kilio cha mateso yao kilifika mbele za Manani kama uvumba wa jitimai. Kwa kweli, chakara simba halilali nguruwe. Kika kijiji kidogo cha Ofra kulikuwa na gulamu mmoja wa kabira la Manase, jina lake akaitwa Gideon. Hakuwa shujaa kwa sura wara jina, alikuwa kijana wa mikono yenye jasho na fuadi uliojaa mashaka. Nyakati hizo za jekejeke, alipura nafaka kwa siri ndani ya shinikizo la divei, si kwa sababu hiyo ndiyo njia bora, bali kwa sababu alihufia macho ya Midiani. Ndani ya moyo wake kulikuwa na mvuto, upande mmoja hofu ya adui, upande mwingine wazo hafifu na tumaini kwamba Mungu angeweza tena kuwaokoa adinasi. Asiye na hali wala mali, akawa tisti kwa amari kubwa iliyokuwa mbele yake. Wakati wengine walitafuta nguvu katika silaha na idadi, Mungu alitafuta moyo unaoweza kusikia sauti yake. Gideoni hakujua kwamba upepo wa wokovu ulikuwa ukianza kupeperusha majivu ya Israeli, na majivu hayo yangewaka moto kupitia yeye. Usiku wa utulivu mzito ulitanda juu ya Ofra, nyota zikimetameta kama macho ya malaika waliokuwa wakitazama dunia iliyolala katika usiku huo Moyo wa Gideoni ulijawa na wito usioelezeka, sauti isiyoonekana lakini yenye uzito wa amri ya milele. Kulikuwa na mizizi ya upotovu iliyoingia hata maskanini mwao, madhabahu ya Baali, nguzo za Ashera na harufu ya uvundo wa sadaka za uongo. Mungu alikataa mizizi hiyo, kuiepua si kwa mikono ya ajinabi bali kwa mikono ya wale wake Gideoni alijua kuwa uvunjaji huo ungekuwa mwanzo wa mapambano mapya, lakini usiku huo akawa na hofu iliyochanganyika na wasiwasi wasi wa mwasi. Alichukua hatua ya kwanza kwa mikono yake, aliangusha madhabahu ya Baali, akakata nguzo za Ashera, akaijenga madhabahu mpya kwa jina la mturehemezi. Moto uliwaka na moshi wake ukapaa juu kama alama ya mwanzo wa ukombozi. Alfajiri ilipofika, kijiji kilishtuka, lakini Mungu alikuwa ameweka ulinzi wake juu ya Gideoni. Woga wa wanadamu hauwezi kushindana na mpango wa Mungu. Kwa tendo hilo, Gideoni akawa chombo kilichoanza safari ya ushindi. Miaka ya huzuni iligeuka kuwa kaski ya maandalizi. Midiani walikusanya majeshi yao tena, wakapanga kambi kwenye bonde la Yezeeri, kama wingu jeusi lililojitokeza kabla ya radi. Ndipo Roho wa Mungu akamjilia Gideoni kama upepo wa nguvu, akapiga tarumbeta na sauti yake ilienea milimani, ikaita mashujaa wote waliokuwa wamelala katika hofu zao. Kutoka kabila la Manase, Asheri, Zebuloni na Naftali walikusanyika wanaume elfu thelathini na mbili wakiwa na mikuki na moyo wa kulipiza kisasi, lakini Mungu aliona ndani ya mioyo yao hofu iliyojificha. Jeshi lililokuwa kubwa mno kwa mpango wa Mungu, kwani kama wangeshinda kwa wingi huo wangejisifu kuwa ni nguvu zao kutokana na idadi hiyo. Waja waliohisi hofu waliruhusiwa kurudi nyuma, hesabu likapungua na kusalia watu elfu kumi. Hata hao wazini za dayani walikuwa bado ni wengi, ikabidi wapewe mjarabu kwa njia ya kunywa maji. Wale wari walioramba maji kwa viganja vya mikono yao wakiwa makini walihesabiwa mashujaa wa kweli, waliopiga magoti na kunywa bila tahadhari wakaondolewa. Waliobaki walikuwa wachache, watu mia tatu pekee, na hapo historia ikasimama kimya. Jeshi dogo hilo lililobaki halikuwa na nguvu ya binadamu, bali pumzi ya Mungu. Usiku uliingia kimya kimya kama kivuli cha siri. Milima ya Gilboa ilitazama chini kwa ukimya wa kustaajabu. Jeshi la Midiani lililala katika bonde kama bahari ya mahema meupe. Nuru ya miale ya moto iking'aa kama nyota zilizopotea. Gideoni, akiwa na hofu ya mwanadamu, lakini kwa ujasiri wa Mungu, alishuka karibu na kambi la adui. Akiwa huko, alisikia maneno ya askari wa Midiani aliyekuwa akiota jozi ya kushindwa. Jozi hilo lilikawa alama ya e ushindi unaokuja. Moyo wa Gideoni anza kuchemuka kama moto wa imani uliofufuliwa. Alirejea kwa wale watu mia tatu waliobaki, akawapanga makundi matatu. Kila mmoja akapewa tarumbeta, fuvu tupu na tochi iliyofichwa ndani. Hawakubeba upanga wowote, mbali walibeba imani ambayo ni silaha kuu zaidi. Usiku wa manane, sauti ya tarumbeta ilipasua anga, fuvu likavunjika mwanga wa tochi ukaangaza na makelele ya ushindi yakavuma kama radi. Dunia ikatetema kwa hofu, jeshi la Midiani ikachanganyikiwa, wakaanza kupigana masumbi wao kwa wao. Kambi yao ikawa fujo la damu na hofu, wengi wakikimbia, wakivuka mito, wakianguka kama majani mbele ya upepo wa dhoruba. Milele ikawa shahidi wa usiku huo, usiku ambao Mungu mwenyewe alipangana na upande wa Israeli. Macheo ilipochomoza ardhi ya Israeli ilivaa vazi la matumaini mapya. Waliokuwa wanyonge sasa walikimbia kuwafuata maadui waliotoroka. Kabila la Efraimu lilishika njia za maji likawakamata viongozi wa Midiani, Herebu na Zeebu, waliwaacha wa hai walioendelea kukimbia, lakini mikono ya Gideoni na mashujaa wake haikuregea. Walivuka mito wakaingia katika ardhi ya maadui wakawachukua wafalme wawili Zeba na Sarumuna, kwa mikono ya yule aliyekuwa akipura nafaka. Kooga adui wa Israeli alianguka. Baada ya vita, Israeli ilikaa kimya kwa muda mrefu watu wakamwambia Gideoni awe mfalme wao, lakini moyo wake haukutamani taji. Alijua kuwa ushindi haukuwa wake, bali wa Mungu aliye hai. Miaka ikasogea kama upepo wa majira, Gideoni akaishi kwa amani, lakini moyo wa watu ulianza tena kupotoka. Kutoka kwa dhahabu ya ushindi walitengeneza F kodi ambayo ni alama ya heshima iliyogeuka kuwa mtego wa ibada ya sanamu. Mara tena moyo wa Israeli ukageuka. Wakati wa Gideoni wa kutangulia mbele za haki, barasteni ya marahaba ikawadia, na ikawa yake ya kwenda jogomeo akiwa na umri mkubwa. Akazikwa katika nchi ya abu zake. Baada ya kifo chake, Israeli ikasahau amani aliyoitetea ikarudi kumwabudu baari, lakini jina lake lilibaki kama mwanga wa kumbukumbu kumbu katika giza la historia, jina la yule aliyekuwa dhaifu lakini akafanywa dhabiti kama muhimili kwa oh, uyoga, aliyekuwa mwenye mashaka lakini akageuzwa kuwa chombo cha imani. Na katika kumbukumbu za milele, sauti ya Mungu ilibaki ikinong'ona, sio kwa nguvu wala kwa uwezo, bali Roho yangu. Sina budi kutia nukta katika simulizi hili la Gideoni, hadi wiki ijayo mwia kama huu. Ni mie wako, Mhandisi Kahiga Mwangi, kuntu.